Awali ya yote kwanza tunafurahi eh, leo tumepokea ugeni kutoka chuo chetu cha Taifa, National Defence College ambao wao wanafanya program mbalimbali, na huwa wanatembelea maeneo mbalimbali ya kimkakati. Kwa hiyo leo tunawashukuru kwa kuwa na wao, wamefika kwetu kwa ajili ya kujifunza, lakini kama unavyofahamu, hiki ni chuo. Kwa hiyo chuo kinapotembelea, maanake na sisi tunayo ya kujifunza kutoka kwao walikuja kutaka kuangalia eh, ni namna gani kwanza tumeweza kufanikisha ujenzi wa reli kubwa ya SGR kutoka Dares salamu kwenda Mwanza, Kigoma, Uvinza hadi Msangati. Hiyo hiki ni kitu ambacho wao na wana wageni wa ndani eh, na kuna wageni wanaotoka nchi za jirani wambao wa wanashangaa serikali ya Tanzania imewezaje kufanikisha ujenzi wa reli hii ndefu kuliko zote barani Afrika ambayo sasa hivi inatumia nishati ya umeme. Kwa hiyo nataka kujua kuna benefiti gani ambazo sasa kama nchi tunazipata. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tumewaambia, na sehemu ya benefiti ambazo tumewaambia ni pamoja na namna gani reli yetu inavyosaidia kupunguza uh, uchafu wa mazingira, kiwango cha carbon emission ambacho tunakipunguza kwa kutumia uh, reli hii ya SGR kutokea Dar es Salaam mpaka Dodoma lakini hizi ni faida ambazo tunazipata kwa kupunguza gharama ya usafirishaji na ule muda wa usafirishaji. kwa hivi, ni vitu vikubwa ambavyo walikuja kujifunza kwetu na kuona, ili watakaporudi kwao, nchini kwao waweze pia kuona namna ya kushauri serikali zao kuiga serikali ya Tanzania ambayo imeona namna gani ya kutekeleza mradi huu mkubwa wa kimkakati. Lakini pia wakataka kujua ni namna gani tunaulinda huu mradi wa kimkakati. Hicho ni kitu ambacho wao pia walikuwa wanatamani sana kukiona, kwa sababu wameona mradi umekamilika vizuri, tumekuwa na amani muda wote, mradi unaendelea vizuri, ujenzi unaendelea vizuri. kwa hiyo wakawa wanavutiwa ni namna gani serikali ya Tanzania imefanikiwa kujipanga kwa kiasi kikubwa kuhakikisha ujenzi huu unakamilika na huduma zinaenda vizuri kabisa pasipo kuwa na changamoto zozote. Na nadhani mnafahamu eh, ujenzwa namna hiya mwezi mkaufanya na kuutekeleza kama nchi haiko kwenye utulivu. Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania kikiwa ni chuo ambacho kinatoa mafunzo ya usalama na mkakati kwa viongozi waandamizi serikalini kutoka vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pamoja na utumishi wa umma kwa kuangalia dhima na jukumu la chuo kwa kutoa elimu ya mafunzo amini usalama na stratejia, tunaangalia usalama wa nchi katika mambo mbalimbali, mojawapo ni miundombinu ya kimkakati ambayo inawezesha uchumi wa nchi kuweza kukua reli really ya SGR kama mojawapo ya miundombinu ya kimkakati ambayo inawezesha uchumi wa nchi ni muhimu sana katika usalama wa nchi kwa maana ya ukuzaji wa uchumi. Sasa kama Chuo cha Taifa cha Ulinzi na washiriki wa, wa kozi hii wamekuja SGR kujifunza na kuona jinsi miundombinu hii ya mkakati jinsi ambavyo imetengenezwa na jinsi ambavyo tunatarajia iweze kusukuma katika sekta ya usafirishaji wa mizigo pamoja na watu ili kuweza kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi unakuwa kama ambavyo inatarajiwa. Tunafaa tu yungane na manchi ingine e, muungano niyo bora namna. Wakati nakuja hapa nilikuwa sijajua Tanzania yanamnafanana. Nilikuwa napita juu, lakini sasa hii imefita chini, mejua maeneo ambao watu wana develop ambao kuna gaps We, tunawezi tukafanya kule au tunoyangana tunakuja kufanya hapa kama, uh, wantu wenye wameungana pamoja kwa East African Community, Africa and even nje ya hiyo makundi yenye mezungumiza. Uh, leo tumekuja kwa ajili ya kutembelea shirika la reli ambapo, uh, tumekwenda kuona SGR pamoja na workshop ya Kwala Uh, tumejifunza mambo mbalimbali katika kuangalia vipi SGR na Kwala inasaidia katika maendeleo ya, ya taifa lakini na vile vile inasaidia kwenye masuala ya uchumi. Tunaona kwamba suala la SGR sio suala la miundombinu pekee bali ni suala la kitaifa ambalo linasaidia kwenye masuala mbalimbali mbali ya kitaifa ikiwemo kusaidia um, fursa mbalimbali za ajira kwa watu wetu, na vile vilevile suala la SGR linaweza kusaidia kupunguza muda kwenye kusafirisha abiria zetu, lakini na vile vile kwa ajili ya kusafirisha bidhaa zetu. Na SGR vile vile sio suala la miundombinu tu, bali vile vile linasaidia katika kuunganisha uh, nchi zetu hizi zilizokuwepo za karibu au tunasema uh, nchi za regional ambazo zilizokuwa hazina bandari kama mfano Rwanda, Burundi pamoja na uh, DRC.